Uche, Arbe balo vile aliuliwa ni kitendo, hakuuliwa kwa njia mzuri, alichinjwa kama mnyama, na tunachukua na tunaambia serikali ya Kenya kama kweli kuna serikali, wachukue hatua iwezekanavyo, na tunauliza idara ya police, county security team iweze kufanya uchunguzi. Unajua historia ya Marsabit vile tulikuwa mwaka mbili iliyopita na yale, tunataka sasa waweze kufanya uchunguzi na eh, Bwana county commissioner, jambo ile litendeka leo katika ofisi yako haikuturidisha sisi kama jamii kwa sababu tulikuomba ukuwe na sisi, ulikuwa unasema unataka kwenda kwa mkutano mwingine. Kifo na mkutano gani ndio muhimu? Kifo. Na tunauliza wewe, mara nyingine kitu kama hii kitendeka, wewe ndio utakuwa eh, responsible kwa kitu kama hii, kwa sababu sisi tunashirikiana kama viongozi ya siasa na idara ya polisi ili tuweze kuangamiza hii changamoto ambayo tuko nayo katika Marsabit. Na mimi nauliza wa vijana Eh, hasa jamii na ndugu ya familia ya marehemu poleni sana, na naomba wa vijana yetu muhakikishe mumedumisha amani, na tutahakikisha kama hatutapata uwezekano wa serikali, sisi tutafanya maandamano ya amani kuhakikisha ya kwamba tumepata nani aliua ndugu yetu Abraham, na hatuombi watu na, MCA wa Elumanyata Eh, kwanza kabisa ningepeana pole yangu kwa jamii na familia ya kijana yule aliuliwa. Ni jambo la kusikitisha sana, maana hiyo kifo tumeona jana usiku ni kifo cha unyama, kifo ile uwezi fikiria binadamu anaweza fanywa hivyo. Imekuwa ni jambo la kustua, kijana wa umri ndogo anafanya kazi yake kwa amani, anapelekwa mbali kidogo, anaweza kuuliwa kwa panga na kisu. Tumekuwa kwa ofisi ya county commissioner, hatukuridhika maana ile jambo tumeambiwa huko imekuwa ni la kusitikisha sana, kwa sababu maisha ya wananchi inafaa kulindwa na security agencies ama na maana gani? Yeah. Yeah. Inafaa kuchungwa na wale wamepewa jukumu maaskari, security agencies wanafaa kujua na kutupea habari ni nani huyo mhalifu amefanya hicho kitendo, na tunalaani sana. Wananchi wenzetu, tafadhali sana, presha tupunguze kidogo, lakini haki lazima ipatika haki ha -ki. Ha -ki lazima ipatika ha -ha. Asanteni sana. Kura Ruru Elema, mwenyekiti wa security katika bunge la Marsabit na, ningechukua hii nafasi eh, kusema pole kwa familia ya Abraham ambaye aliuawa, na hiyo kifo ya kinyama ni kitu ambayo inatuhuzunisha hata kuwa mtu mbaya, lakini kufanya vile wanafanya ni uhasama ambaye haingefaa kufanyika na, mbae, fa na eh, ni husuni kwa kaunti eh, ya Marsabit kwa mtu kuuawa bila hatia yoyote. Hata nimesikia kama mwenyekiti nimesikia huko dukana Garwale kuna mtu ameuawa akiwa anachunga tu analala nyuma ya mbuzi yake, na ameuawa. Na tunashangaa kwa nini haya inatendeka wakati huu, na eh, lengo lengo tunaogopa inaweza kuwa ni lengo mbaya ya kugunganisha watu wa Marsabit, turudi ile mahali tumetoka, na haya hatuwezi kubali. Ninaomba security agent na aswa wazee wetu wa Marsabit ambayo wamechunga eh, mambo ya amani, tuchukue hii mambo kuwa ni mambo hatari sana, ambayo inaweza hatarisha maisha ya Marsabit County. Ninataka tuhakikishe yale yametendeka dukana na yalitendeka Marsabit E, ipatikane nini, nini, nini kichanzo ya kufanya haya. Mimi najua, ninawaomba watu wetu, hii ni kugonganisha sisi, na tusikubali kugongana, tusikubali tuweke kwa hali ambaye italeta taaruki katika Marsabit County. Tumetoka huko na ninaomba, wacha tushike tuam, tu amani, lakini sisi wananchi wazee wa amani tushikane na tujue kwa muda mfupi sana nini chanzo ya hii mambo ambayo inaendelea, na ninawaomba tena wale wa, wa motobike muweke eh, kama eh, community policy. Mtu akipanda bikpiki yenu mujue ni nani anapanda bikpiki ya mwingine. Msiwache, msiwache mtu achukue bikpiki na ameenda na mtu anaweza fanya kinyama hivyo. Kama tungechungana, kama tungechungana